Yes, ikumbukwe siku ya jana tarehe 12 ya mwezi wa tano 5 mwaka 2025 iliweza kutokea hajari kubwa sana, kutokea kule India ya ndege ambayo ilikuwa ni kampuni ya Air India ambayo ilikuwa inafanya safari zake kutokea pale India na kwenda London na sehemu nyingine eh, tofauti tofauti za dunia, lakini safari ambayo hadi ikaweza kuingiwa na dola la ajali ilikuwa inatoka pale kuelekea eh, huko London, ambapo sasa mamia ya abiria ambao pia walikuwemo eh, katika ndege hiyo ya, ya India ambayo ni aina ya Boeing 787 iliweza kuanguka muda mfupi tu mara baada ya kuweza kutoka katika uwanja wa ndege wa Ahmedabad eh, nchini eh, India ikielekea katika uwanja wa ndege eh, wa E, Gatwick, London, Uingereza wanahofiwa kuweza kupoteza maisha. Polisi wa India pia wanasema zaidi ya miili mia mbili imeweza kupatikana. Ndege hiyo ilikuwa na jumla ya watu 242, wengi wao wakiwa raia wa India na Uingereza. Chanzo cha ajali bado pia hakijaweza e, kubainika mpaka sasa hivi, lakini pia e, ikumbuka kwamba hata jana inaweza kukupa habari hii ambayo pia ilikuwa inahusisha ajali hiyo ya ndege ambayo ni aina ya Air India ambayo pia ilikuwa ikitokea pale India kuelekea London na kuweza kupinduka au kuweza kulipuka eh, kudondoka pale na, ilikuwa ina ina takribani watu 242 ambapo inasadikika kwamba eh, watu 12 walikuwa ni wafanyakazi and then ambao walikuwa wamebaki ni walikuwa ni abiria tu wa kawaida. Sasa mpaka eh, sasa hivi miili ambayo imekwisha kutolewa ndani ni miili 200 tu ambayo imeweza kupatikana, so bado miili 42 hujaweza eh, uh, kupatikana. Sasa eh, taarifa zinaweza kuendelea kusema kwa jeshi la polisi lakini pia mamlaka husika ambazo zinahusiana na, na masuala mazima ya uokoaji kutokea kule nchini in India, bado zinaendelea kuhangaikia swala hilo, kutokana na the way kwamba ni lazima watu waweze kutolewa mle, ili waweze kujua sasa idadi ya vifo kama vinaweza kuwa vimetokea, majeruhi ambao wanakuwa wameweza kutokea katika ajali hiyo, ili kila mmoja aweze kujua na kuweza kuelewa. Maombi yamekuwa ni makubwa, maombi yamekuwa ni mengi sana kutokea sehemu tofauti tofauti za taifa la India, lakini pia na Uingereza. Kwa sababu watu wengi aa abiria wengi ambao walikuwa ndani ya hiyo ndege walikuwa ni raia wa India na wengine, wengi wao wengine pia walikuwa ni raia wa Uingereza, kwa sababu ndege hiyo ndio ilikuwa inafanya safari zake kutokea pale India mpaka kuelekea London nchini Uingereza. Sasa endelea ku drop comment yako hapo, lakini pia ku like, kusubscribe channel yetu utakometisha kinoma noma. Take care for this. Ciao.